Stori zinatuambia Tanga ni mji wa mahaba Tanga, tanga wajaleo, ni sehemu ambayo mapenzi yalizaliwa. Unaambiwa Tanga waja leo kuondoka ni majaliwa. Tanga ingekuwa ni nchi basi yawezekana tungeishindanisha na India. Wapi kuna mahaba bwana! Achana na stori za Tanga na mahaba, mi nataka nikuambia kitu kimoja tu. Young Africans wako hapa Jangwani, makao makuu ya klabu yao, tayari ya kwa kuianza safari ya kuelekea Tanga kwa ajili ya mchezo wa nusu fainali ya e, uh, CRDB Bank Federation Cup, mchezo ambao utachezwa kesho majira ya tisa na nusu alasiri. Yanga Africans, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo utaratibu wao uh, wa kusafiri pamoja, mashabiki kusafiri pamoja kuelekea uh, sehemu ambako timu yao inacheza. Tumeshuhudia mara kadhaa, walifanya hivyo kwenda Rwanda, walifanya hivyo kwenda Dodoma, walifanya hivyo kwenda Babati. Leo hii ni zamu ya Tanga. Wenyewe wanakuambia Twende Tanga tukalipe kisasi, twende Tanga tukamuondoe JKT Tanzania. Sostenes Ndunguru Angujina nyuma ya uh, kamera, yuko Jumakoba tunazungumza uh, kutoka makao makuu ya Young Africans, tukuoneshe hali halisi. Kosta zaidi ya hamsini ziko hapa, zinaianza safari ya kuelekea Tanga kwenye mchezo wa nusu finali CRDB Bank Federation Cup. Shuhudia uh, Young Africans uh, wakiondoka hapa, mashabiki wakiwa wako hapa tayari wapo kwenye Kosta kuanza safari ya kuelekea Tanga ee, na sisi tuko kwenye safari kuelekea huko Tanga, tukuletea taarifa zote kuelekea kwenye mchezo huo wa nusu fainali ya CRDB Bank Federation Cup. Kama ambavyo unashuhudia e, mipango ikiwa inaendelea hapa e, fisa bali wa Young Africans alikamo anaonekana yuko hapa akiwa kwenye kikao Godianga, na Godianga kuhakikisha safari inakwenda vizuri kabisa ya kuelekea e, huko Tanga, mipango na mikakati inaendelea kupangwa vizuri kabisa kuhakikisha wananchi wanakwenda Tanga kwenye mchezo wa nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup. Kosta ni nyingi eee, mwanamizi kabisa niaje? Safi mambo yanaenda Ewa, Bwana, ili ambalo wamelifanya wananchi hapa e, kosta kama hizi wamekutana pamoja, Bwana wewe unalizungumziaje? Ah, kwa ushindani kusema team si bwana Yanga e, hili jambo kubwa, nami nikwambie tu mona hivi? Maybe, maybe kwa ninavyojua hizi timu ni mahususi kabisa kwa ajili ya kutaka tunao Yanga wa trendi kwa ajili ya kuzima ku story Zibadani ya ukubwa wa Simba. Eh, hii hii inatoa ishara gani kwa club lakini pia kwa uongozi kiujumla? Ah, kusema kweli jambo ni kubwa mechi, ujue nusu finali ni mechi kubwa sana, yeah. Japo ukipima ukubwa wa timu wa Yanga na JKT inaweza kachukua mechi ya kawaida, lakini ukishafika nusu finali, yeah. Mechi ni kubwa, ukitaka kuamini hilo ngoja kaone mechi ya nusu finali inavyokuwa. Hakuna nusu finali nyepesi. Kama JKT anaenda kama kama kama kupigwa mlevi tu. Haijawahi haijawahi kutokea nusu finali nyepesi mzee. Yaani yeah, hakuna yeah, yeah, timu ambayo inafika nusu finali inafika kwa bahati mbaya. Maana yake JKT itakuwa amejipanga, amecheza vizuri mpaka amefika hapa. Kwani kwenye mechi ya ligi waje? Si kama mechi ngumu pale mechi generali pale. Pale yeah, yeah, yeah. Yanga amechukua point 3 mara moja tu pale amedraw pale. Yanga ameambulia alama nne. Kwa hiyo hakuna nusu finali nyepesi. Kwa hiyo Yanga amefanya jambo kubwa na hili ni jambo makusudi. Mimi nakwambia nisikize mimi. Hii ni makusudi makusudi. Bwana, mimi nikushukuru shukrani kama ambavyo wanashuhudia, hii ni sehemu ya watu ambao wako kwenye safari e, ya kuelekea kule Tanga kwa ajili ya mchezo wa nusu fainali ya CRDB Bank Federation Cup. Jukumu e, langu ni moja tu, kuhakikisha nakuletea e, taarifa zote e, kuelekea kwenye safari hiyo bwana. Afisa habari wa Yanga Africa Sarikam akiwa yuko busy kweli kwelikweli, kuona anaipangilia ratiba inakuwa vizuri na kuhakikisha wananchi wanaondoka vizuri kabisa. Tuende tukupitishe sio hapa tu bwana, kosta ziko nyingi eh, kama ambavyo unashuhudia hizi eh, gari zote ziko hapa kwa ajili ya kuianza safari ya kuelekea Tanga kwenye mchezo wa nusu fainali ya CRDB Bank Federation Cup. Eh, kama ambavyo unashuhudia kosta, gari ni nyingi kweli kweli, eh, na wananchi tayari wamesha kaa kwenye magari kwa ajili ya kuianza safari hiyo, eh, ya kuelekea Tanga kwenye mchezo wa nusu fainali ya CRDB Bank Federation Cup lakini gari zote zimepigwa chapa logo ya Hatuchezi. Eh, logo ya hatuchezi wote wanahakikisha eh, wanaenda eh, wana Tanga vizuri, bwana gari ni nyingi kweli kweli. Hili ni jukumu langu kuhakikisha na kupitisha kwenye gari zote eh, kuelekea huko eh, ambako Young Africans wanakwenda Tanga kwenye jiji kwa ajili ya mchezo wa nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup. Yes, eh bwana ambapo nimekupitisha hizi ni sehemu ya gari ambazo zinaondoka hapa e, kuelekea huko Tanga kwa ajili ya mchezo wa nusu fainali wa CRDB Bank Federation Cup, na wananchi tayari wameshakaa kwenye magari. Unaweza ukafahamu tangu nianze kukuzungusha, imekuwa ni mwendo wa dakika kadhaa kuhakikisha tunazipitia hizi gari zote ambazo ziko hapa, ambazo zote zinaanza safari ya kuelekea Tanga, lakini zote zimepigwa logo ya hatuchezi, zimepigwa stika ya hatuchezi hii wakiwa wanatuma ujumbe kwa Shirikisho la soka Tanzania, na bodi ya ligi kwamba mchezo wao wa ligi kuu dhidi ya mnyama Simba e, wao hawachezi. Bwana natazama, e, kama hivi ambavyo unashuhudia hizi ni sehemu ya gari ambazo nimeponesha Yanga Africans wakiwa wanaondoka hapa kwa ajili ya kuelekea huko, kwa ajili ya kuelekea huko Tanga kwenye mchezo wa nusu fainali ya CRDB. Magari yameshaanza kuondoka bwana, kama ambavyo unashuhudia, gari hizi hapa zinaanza zina, kuondoka sasa kwa ajili ya kuanza safari mapema kabisa Eh, ya kuelekea huko Tanga kwenye mchezo wa nusu fainali CRDB Bank Federation Cup, bana tayari tumekupitisha kwenye eh, gari hizo kama ambavyo unaona eh, afisa habari wa Yanga Africans alikamwe akiwa na Godi Yanga akiwa wanaendelea kupanga mipango ya safari kuhakikisha eh, Uh, Mwalimu Yanga Alikamwe goli Yanga wote wakiwa wako hapa, wakiwa wanapanga safari ya kuelekea huko Tanga kwenye mchezo wa nusu finali wa CRDB Bank Federation Cup. Safari ya kwenda Tanga hii eh, kama ambavyo wanashuhudia uh, Alikamwe goli Yanga Mwalimu Yanga lakinipia Ibrahim Samuel eh, ugenzi wa wanachama na mashabiki akiwa yuko hapa eh, tayari kwa ajili ya kwa kwa ajili ajili ya ya kwenda huko kwenye. Huyu ni mkurugenzi wa wanachama na mashabiki wa Young Africans akiwa naye, ni sehemu ya watu maafisa wa Yanga ambao wanasafiri hapa kwa ajili ya kuelekea huko Tanga kwenye. Ibra, uko vizuri? Vizuri. Niko vizuri, mambo vipi? Safi kabisa. Unaona leo ni siku kwa ajili ya wananchi. Mm-hmm. Alafu, sasa kitu kimoja eh. Hao unaona hapa eh. Hakuna shabiki, wote ni wanachama wa Young Africans walio lipa ada, ni wanachama hai na wanaondoka mkurugenzi. Nakwambia wote unaona hapa ni wanachama hai wa klabu ya Young Africans. Wanalipa kadi za wanachama. Ni wanachama hai wa klabu ya Young Africans. Gari zaidi ya sabini na tatu tunaondoka hapa, zilikuwa hamsini, saizi zimefika sabini na tatu. Kwa, kwa, nyinyi kama viongozi hili mnajisikiaje? Ni sehemu ya faraja kuwakutanisha pamoja wanachama wetu, ni jadi yetu na ni sehemu ya jitihada ambayo tunakuwa tukiifanya kuhakikisha kwamba Uongozi wa Young Africans unakuwa karibu pamoja na wanachama wao na mashabiki wao. Vipi sasa hii Tanga, tumeenda kutana na JKT Tanzania. Juzi tu ametoka kwa kuwekea ugumu kwenye mchezo wa ligi kuu. Matumaini kwa Young Africans. Kwa nini gari 73 sabini na tatu uogopi? Mkurugenzi anasema gari 73 tatu huogopi wana kama ambavyo, huyo ni mkurugenzi wa wanachama na mashabiki wa Young Africans Ibrahim Samuel, ambaye yuko hapa naye akiwa anaianza safari ya kuelekea Tanga kwenye mchezo wa eh, nusu fainali ya CRDB Bank Federation Cup, lakini kama ambavyo unashuhudia Mboto naye akiwa ni sehemu ya, ya eh, mashabiki ambao wako hapa bwana. Hawa ni waigizaji maarufu kwelikweli, eh, ambao wako hapa wakiwa, wakiwa, wakiwa wanafanya hekaheka kwa ajili ya safari hiyo ya kuelekea Tanga, Bana, lakini mashabiki pia wa Young Africans yeah, wako hapa yeah, kiwaana yeah. Bana, uko vizuri? Niko fresh. Niko safi, hatuchezi yeah. e, ng'o, na wakitulazimisha tunaongeza ng'ombe huku <laughs> ng'ombe, yaani hatuchezi na wakitulazimisha yeah. E, tuwaambie Watanzania wale ambao wanatamani wana walikuwa wanatamani kuuona mchezo wa dabi yeah. Sisi tunakwenda kufanya maandalizi ya mchezo wa dabi, kwa hiyo tunawaambia ndugu zetu, chonde chonde, Singida tunaomba mfanye kwa namna yote, hawa watu waje. Sisi tunakwenda kutangulia kwenda fainali, tunawataka hawa watu waje kwa namna yote tafadhalini, e. Boa na, na, kwanza waandaaji, hakikisheni refari wa mchezo wa Singida anakuwa kefa Kayombo. Penalti kama zote bwana. Uko vizuri? Niko poa, niko bomba fresh. Niko vizuri sana, ngome imeiva. Nimeongea na mkurugenzi malizia, mkurugenzi wa wanachama na mashabiki yeah, mkurugenzi Ibra Samuel e, ni kusema kweli hii ni mechi ya CRDB ambayo hii mechi tunaenda kushinda, alafu yeye tunamwambia ashinde hiyo mechi na Singida tukutane finali, ndio atojua abu. Ndio atasema tucheze au tunacheza. Umeona, nikombee kitu blaza, sisi tumebakisha mechi mbili za NBC. Hizo mechi mbili tukishinda, tunakuwa mabingwa sisi. Yes baba, tunakuwa sisi mabingwa. Kwa hiyo tukishakuwa sisi mabingwa, ina maana umundani ya jengo kuna makombe matatu ya NBC sasa kazi yao tukabizi kombe ama situkabizi, sisi mchaka mchaka pale na niji Msimbazi. Kitu kingine mm, cha kumalizia samani kidogo. Hey, hey. cha kumalizia. hey. Waambieni Watanzania waonyesheni, eneo la wa Jangwani ni sehemu ambazo kuna gari takribani 100 zimepaki. Wao hawana sehemu ya kuweka chochote zaidi ya kuwapeleka watu Mbagala wakaibe simu za watu, umenielewa? Sisi tuna eneo letu na kujibwaga mwanga hapa, asante sana. wao wana wapi? Asante mna droni, mna droni. Ile ya kupiga juu, Ile ya kupiga juu mnayo. Usimtoe kama kilikuu. Nisikilize bwana. Usimtoe kama kilikuu nitoe vizuri sana. Hizi mambo za mashabiki wa Yanga Africa ambao wanaondoka hapa Jangwani kwa ajili ya kuelekea Tanga kwenye mchezo wa nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup, tambo zimekuwa juu kweli kweli. Sisi tunakuambia. Bwana usinene ukamala, tusubiri kesho.